Bwana katika ulimwengu huu unaojaa haraka na machafuko ya kila aina, e. Wewe ni mahali pa kupumzika. Kama mti mkubwa unaotoa kivuli cha baridi wakati wa jua kali, hivyo ni uwepo wako katika maisha yangu. Mahali pa salama. Mahali pa utulivu. Mahali pa kupumzika. Wakati akili yangu inakimbia kwa haraka na mawazo yakinivamia kama mawimbi makubwa eh, mimi ninakimbilia kwako na kuambiwa, njoo pumzika. Mungu wangu, mapumziko yako si usingizi wa mwili tu, bali ni utulivu wa roho unaotoka katika uhakika wa upendo wako. Wewe unanifundisha kwamba kupumzika si kuwa na vitu vyote vikiwa sawa eh? Bali ni kuacha kila kitu mikononi mwako na kuamini. Katika mikono yako, mzigo wangu unakuwa mwepesi eh? Wasiwasi wangu unapotea kama upepo eh? Na roho yangu inapata amani. Wakati dunia inasema, endelea kufanya kazi, endelea kupigania, endelea kusonga he. Wewe unaniita he, simama kimya, ujue kwamba mimi ni Mungu. Katika kimya hicho, nasikia sauti yako ya upole ikisema, hi, umechoka, njoo kwangu, nimekusubiri. Bwana, mapumziko yako ni kama maji baridi kwa mtu aliyekuwa anapiga kazi chini ya jua kali he. Ni kama kitanda laini kwa mtu aliyekuwa akilala ardhini ngumu. Kila wakati ninapoingia katika uwepo wako, mzigo wa siku unaniondoka he. Uchovu wa roho unapotea he, na ninarudi kuwa mtoto mdogo anayetulia katika mikono ya baba yake. Mungu wangu, wewe unafahamu kila kitu kinachonifanya nichoke, eh? Kila hofu inayonisumbua usiku, eh? Kila wasiwasi unaonijaza wakati wa mchana, lakini katika uwepo wako kila kitu kinakuwa rahisi, eh? Hata yale yaliyokuwa magumu yanakuwa rahisi, eh? Hata yale yaliyokuwa yasiyoeleweka yanakuwa wazi. Wakati watu wanapobishana na kupigana, mimi ninachagua kukimbilia kwako na kupumzika, he eh? Wakati dunia inasonga kwa haraka na kelele, mimi ninachagua kimya chako. Mapumziko yako ni kama bustani ya amani katikati ya jiji la kelele, he. Mahali ambapo miti inazungumza kwa utulivu na upepo unapuliza pole pole. Katika familia yangu, kazini kwangu, kwa marafiki zangu, Ninataka kuwa mtu anayewaita wengine njoni tupumzike pamoja katika Mungu. Ee Bwana, wakati moyo wangu unapovunjika na machozi yanapotoka. He. Mapumziko yako ni kama mkono wa mama ukipangusa machozi ya mtoto wake. Wewe hujua jinsi ya kuponya moyo uliovunjika. He. Jinsi ya kutoa amani badala ya machafuko he. Jinsi ya kutoa mapumziko badala ya uchovu katika nyakati za maamuzi magumu, wakati nafahamu la kufanya na naogopa kuchagua he. Mapumziko yako ni mahali pa kufikiri kwa utulivu. Katika kimya chako, njia sahihi inaonekana wazi he Jawabu linalotoka kwako linakuwa dhahiri kama jua la asubuhi. Bwana, wakati dhambi za zamani zinajaribu kurudi na kunilemea h, mapumziko ya msamaha wako ni kama bahari inayoondoa uchafu wote. Katika mikono yako sina haja ya kubeba hatia h, sina haja ya kujilawiti. Sina haja ya kujilaumu, mimi nimepumzika katika neema yako. Wakati mazingira yanapobadilika haraka na yale niliyoyategemea yanapotoweka, mapumziko yako yanabaki dhabiti kama mwamba. Kazi yangu inaweza kuwa na changamoto, afya yangu inaweza kuwa na matatizo yu. Marafiki zangu wanaweza kunikacha, lakini katika wewe napumzika bila hofu. Wewe ni kimbilio langu, ngome yangu, mahali ambapo napumzika bila wasiwasi. Katika hali za maumivu ya mwili, wakati mwili unaponyuma na kupumua kunakuwa kazi ngumu mapumziko ya roho katika wewe ni zaidi ya dawa yoyote. Hata kama mwili ukiumwa roho yangu inapumzika, ee. Hata kama nguvu za mwili zikapungua nguvu za roho zinazidi kuongezeka katika wewe, ee e, Mfalme wa mapumziko, leo ninasimama na kusema kwa imani, katika wewe napumzika kabisa, mapumziko ambayo hayategemei hali za nje, e mapumziko ambayo hayatoki kwa binadamu, e mapumziko ambayo ni zawadi yako ya bure. Katika jina la Yesu, ninasema kwa sauti ya shangwe, nimepumzika katika Mungu wangu. Katika wewe napumzika sasa daima.